Navyofahamu mimi katiba yetu inaruhusu kila raia kuabudu Mungu wake anayemtaka kwa dini yake anayoitaka kwa taratibu zake anazozitaka, na serikali haina dini. Kwa hiyo inaachia raia wake, kila mtu kwa dini yake aabudu anavyotaka. Kuhusu swala la waumini wa hilo kanisa kupigwa mabomu, mimi nasema ni makosa kwa sababu hawa waumini walikuwa wakiswali kabla ya kabla ya mgogoro huu. Waumini hao walikuwa wakisali kwenye makanisa yao, lakini kukatokea hilo lililotokea, hiyo sintofahamu kati ya askofu wao na serikali. Serikali ikasema kwamba huyu askofu amechanganya dini na siasa na wakaamua kumfungia. Kilichoshangaza sana ni pale walipofungia pamoja na kanisa Kanisa halikufanya kosa lolote, aliyekosea ni askofu, kwa maelezo yao kwamba amekosea. Ingawaji mimi Nyaronyo Mwita Kicheere, wakili, nasema Askofu Gwajima hakukosea kwa sababu Gwajima alikuwa anatoa maelekezo kwamba serikali idhibiti mauaji na utekaji. Sasa mtu akiwa kiongozi wa dini kama anatoa maelekezo hayo, hataatayatolea wapi? Hivi kiongozi wa dini anapokemea mauaji na utekaji katika kanisa inakuwa kosa? Anakosa Gwajima? Lakini tuachie basi, serikali inasema ni kosa. Kama serikali inasema ni kosa, basi kama ni kumfungia, sio angemfungia Gwajima aliyekosea? Kwa nini walifungia kanisa, wakati kanisa ni taasisi iliyosajiliwa na ina wadhamini wake? Kanisa halina kosa. Sasa imefikia hatua sasa waumini hawana pakwenda kuabudu, wakaamua kuabudu nje ya kanisa. Sasa kama kanisa lilifungiwa, hawa wanaabudu nje, kosa lao ni nini? Mbona watu wa kawaida wasiokuwa na dini kama mimi tunatambika chini ya miti, tunatambika kwenye mapango, tunatambika kwenye majabali Mana hatujawahi kumwona Muriro anakuja kutupiga mabomu mm. kwamba tunatambika nje au tunaabudu nje. Ni waumini wa, wa, Wajima tu ndio wakiabudu nje ya kanisa ndio wanapigwa mabomu. Mi nafikiri hapa serikali imekosea sana, tena sana, na sielewi hao polisi wanachukua amri kwa nani kupiga watu wanaoabudu. Yaani mtu amesimama anaabudu anataja ana mwenyezi Mungu, wewe unampiga mabomu Amekuwa amekuwa tishio kwa usalama upi? Anatishia amani ipi? Kwa kusema amina au kwa kusema Mungu Baba Yesu Kristo ni nani wanavyosema wa Kristo? mi sijui hapo hapo, anatishia amani gani? Labda katika mtazamo wa kwamba tayari kuna zuio ambalo wa limekisha kutolewa na mamlaka ambayo inatoa usajili wa taasisi za dini, na ndio maana hatua hizo zikachukuliwa na jeshi katika utaratibu wa kuona ya kwamba pengine kama itaruhusiwa inaweza ikaleta hatarishi ya amani. Amri iliyokuwepo ni kufungia kanisa, amri haikusema watu wasiabudu au polisi wanapaswa kurudia, wasome ile amri yao inasemaje. Haikusema mtu yeyote mfuasi wa Gwajima asiabudu. Sasa ni hiari yake aende kwenye makanisa mengine ambayo hayajafungiwa au aabudu chini ya mti au aabudu pembeni ya barabara ni kosa kama angeabudu katikati ya barabara na kuzuia magari, lakini huyu ana haki ya kuabudu Mungu wake popote anapotaka, kwa sababu mumemfungia kanisa lake. Haikuwa halali kabisa kuwapiga watu mabomu ambao wanaabudu nje, hawajaingia kwenye kanisa mlilozuia, na amri ya serikali ilisema kanisa limefungiwa lakini tumeona kwamba kukusanyika kwao kulikuwa kunaleta kusanyiko jingine ambapo kwa nchini Tanzania tumeshuhudia mara kadhaa, mkusanyiko wowote umekuwa mara nyingi ukipata ruhusa husika. Na pengine hilo, pengine upande wa pili wamelitazama katika mtazamo huo. Siku ya Jumapili Wakristo wanaenda kusali. Uliwahi kusikia, kwa mfano, Wasabato wanapotangaza makambi kwamba wanaenda kukaa makambi mahali fulani? Uliwahi kusikia wanaomba kibali? Wasabato huwa wanakaa mahali hata wiki mbili tatu, wanaomba Mungu. Huwa wanaomba kibali? Hao Wakristo kwa mfano wakiwa, wakiwa sijui na maandamano gani sijui ya Bikira Maria, huwa wanaomba kibali? Hao hao Waislamu wakiwa na wanakwenda maulidi mahali, na na dufu zao wanatembea na dufu, wanakwenda mahali kwenye maulidi. Huwa wanaomba kibali? Huoni kama hapo wanakosea? Wana jumapili, siku ya Jumapili o juma, siku ya kuabudu, taamua kutoingia kwenye kanisa kwa sababu wewe kanisa mmelifungia, anaabudu nje We unasema mkusanyiko sio halali, yani kukusanyika kumtaja Mungu siku hizi ni kosa. Katika mtazamo huo sasa, pengine sheria inazungumzaje ili kuweza kupata hiyo haki, ambayo pengine kwa hivi sasa tumeona uh, baadhi ya waamini walikuwa wakidai. Ni jambo jema kwamba waumini hao wameshampata wakili na wamefungua shauri. Mimi nafikiri wa, shauri lao waendelee nao, kwa sababu wao ndio wanajua kilichofanyika, kwa sababu yaliyopo mahakamani wanaturumbana ni, ni, ni, ni, inahusu uhalali wa kanisa lao kufungiwa na, na askofu wao ya, haya yaliyotokea juma pili hayajapelekwa hayahusiki haya huko mahakamani huko. Kama wamepelekwa mahakamani, basi tusubiri tuone kitakachotokea. Kuna wasiwasi wote ambao na upata pengine, katika mtazamo huo wenu ninyi wanasheria, katika ujumla wake, namna ambavyo mnatazama sheria na namna ambapo pengine sheria iliweza kutekelezwa ama kutazamwa katika mazingira ya sasa. Mimi ninachosema ni kwamba, ninachosema ni kwamba ipo sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai. Hao waumini wangeweza kukamatwa wakapelekwa mahabusu, sio kuwapiga mabomu. Hilo ni la kwanza. Na hata hivyo mimi ninasema sijaisoma sheria, sijaiona sheria inayosema kuabudu mikosa na sijaiona sheria inayosema kuabudu nje ya kanisa ni kosa. Sijaiona, labda hao polisi wanayo watuambie, wao hiyo sheria yao inayosema kwamba mtu akizuiwa kwenda kusali kanisani akisali nje ni kosa, mimi sidhani kama hivyo. Nini wito wako katika mtazamo wa kuendelea kuzingatia utawala wa sheria na kusimamia masuala ambayo yanatoa haki kupitia wajibu na sheria tulizonazo? Mimi, Naomba polisi wetu wawe polisi wa wote, wawe polisi wa wote. Wewe unajua na mimi najua kwamba kuna watu wakikosea hawapigwi rungu, hawakamatwi na hawafanyi chochote, na kuna wengine hata kabla wa hawajakosea wanaanza kupigwa marungu, wanakamatwa na kudhulumiwa. mimi, mimi sidhani kwamba polisi hasa hasa wa Dar es Salaam chini ya ZDPC Muliro kwamba wana weledi wowote katika masuala haya ya Chadema na Gwajima tunaomba watumie weledi.